kuna msichana mmoja mdogo mwenye miaka sita alikuwa anapenda sana kutoka jioni kwenda kucheza na wenzake, hasa kirudi wa saa moja. Sasa mamake akamkataza, siku moja akamwambia, akifika saa kumi na mbili na nusu we usharegea. Sasa siku moja hakusikia, alipofika kitu kama saa kumi na mbili na dakika hamsini hivi ndio akaregea zake. Kuregea zake, kufika njiani, bahati mbaya akashikwa na wanaume wawili wakamshika wakampeleka mistuni. Sasa kufika mistuni, ule jamaa mmoja akasema, acha mimi nitoke kidogo, alafu ntarudi, we keti hapo, umwangalie. Sasa wakamshika wakamfunga kwenye mti, ule mmoja kaenda zake akabaki mmoja. Sasa ule mmoja amekaa chini ya mti kidogo, mara akapotelea na, na usingizi. Alipopotelea na usingizi kidogo hivi yule msichana akajifungua kamba akaenda zake.